Naam. Um, sasa mimi ndo natoka. Na kufanya, osha hivyo vyombo, fanya usafi ndani mchana, chuma kisambu, upike sawa. Kwa hiyo kisambu ndo mpaka cha jioni, mimi sina hela leo. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa nimekuelewa. Lakini leo jitahidi kurudi. Sio ingia di saa 6 usiku wote, mama mtu wa nini? Sokoni wa mango hauli ndani kula, unakula hasa, shida iko wapi? Hata nkirudi saa saba, wewe kwa kakuwa unakula, unavaa basi, na natosha. Fanya kama nilivyokuambia, chuma kisambu, pika basi. Sawa, na na, na sukari imeisha, ela iko pale meza tachipota, nunua hiyo sukari, ila kwa leo tunua tu chuma tu kisambu upike basi. Sawa basi y Sa, safari njema, kwaheri. Eh, mm. Ah.